Inanikumbushambari ule upole wako my dear oh, naona mapicha picha usiku mbona silari hata ndotoni mwangu dear ile thiri ya oh. Saruji ilodhofu moyo wangu nikakupa mapenzi Chasi na budi nistiri moyo wangu, nimechoka ile nafsi yenye madhira. Zamani ninajua nikonea, una mengi nikosea. Naomba na rudi basi, na mimi nipate wakunambia kwamba na kupenda pia Kubadilika kutoka Nice Boy mpaka Nice Tone, ni nini kimebadilika kwenye muziki wako mpaka unataka kutoka kwenye hayo majina mawili tofauti, Nice Boy mpaka Nice Tone? Okay, kiufupi eh, naweza nikasema ni, ni mashabiki ambao wamependa sana ile jina, ukielewa. Mm. Nice Tone sio miongoni, nimeamua mm. ni mashabiki, kwa sababu asilimia kubwa sana mm, wanapenda, napenda kusikiliza sana ushauri wa mashabiki. Okay. Ndiyo, ndiyo. Una muda gani mpaka sasa hivi kwenye muziki? Kiufupi, uh, sina muda mrefu sana. Mm. Uh, sina muda mrefu sana lakini ni mashabiki ambao kazi ambazo wenzao wazifanya mm. naona wanazipokea vizuri sana. Okay. Mpaka so, sasa hivi jumla ya ngoma ngapi tayari tumesha rekodi na tumeshazipeleka kwa audience ambazo ziko ndani? bado tunajipanga. Okay. Uh. Sasa hivi tuna ngoma zipo tatu. Okay. Um, ziko tayari mm. ambazo ziko kwenye mtandao kijamii mm. ni ngoma mbili. Okay, sawa. so, kwa nini tatu kwa mbili? Yani mbili ziko kwenye mitandao ya kijamii, nyingine bado haujazipeleka mitandaoni, kuna nini? unakisubiria okay. sijasubiria kitu, japokuwa leo ndo nimekuja kuitambulisha ngoma mpya ambayo sijaanza kuweka mitandaoni mm. okay. ngoma, ngoma mpya ina inaitwaje? Inaitwa mm. okay, ambereza, ya, rudi, ya. Inaitwa rudi. Inaitwa rudi. Yeah. Okay, rudi nini ambacho kikubwa kim, uh, kimekaa kime, kime kwenye maudhui ya hiyo ngoma ya rudi ambayo unatamani tuisikilize hapa uh, kwa mara ya kwanza kupitia 88.5 radio CJFM, okay, ngoma ambao naushauri sana kwa watu ambao labda wamepitia mahusiano mm, naweza nikasema siwezi kuishia hapa pia, kwa sababu mm, ni kitu ambacho kinamwendeleza pia. Okay, vile vile mimi nafanya filamu, kazi za filamu, kwa hiyo naitengenezea namna fulani ya kuweza kuendeleza uko nafanya na filamu pia kwa kwenye okay. Filamu kitambo sana huko huko, na umebobea ume, kiufupi hapo kwenye filamu muda mrefu Sawa, so, kuna siku moja nilitamani nijue hivi soko la filamu kwa ninyi ambao mnafanya kwa hapa uh, Tabora linawalipaje? Mnapataje faida? Okay, uh, okay. Faida tunaipata kulingana na kazi sana ambayo mnafanya. Mm. Yeah. Asilimia kubwa kama za mchini huwa na support sana. Mm. Yeah. Kwa hiyo ukifanya kazi hapo mm. kama pia hapo ni support pale. Mm. Okay, sana kama ni nzuri utapata pesa nzuri. Okay. Yeah. Sawa basi tukasikilize ngoma mojawapo kati ya hizi ngoma mbili ambazo ziko kwenye mtandao tayari. Tukasikilize ipi kati ya hizi mbili? Wewe wewe unatamani tuisikilize ipi? Uh, kuna ngoma inaitwa uh, inaitwa amenitendea. Mm. na hiyo ngoma ni nzuri ambayo nimeifanya kulingana na changamoto nilizozipitia. Mm. Kwa so, hiyo ni ngoma nzuri sana pia na hmm. ushauri Okay, sawa. So, tunasema tukaisikiliza hii hapa kwa mara ya kwanza kupitia spika za redio yako. Hii ni Friday kubwa ya Ijumaa, kipekee kabisa. Thamani na heshima tumeiweka hapa kwenye muziki wa nyumbani. Nakwenda kusikiliza, alafu tunarejea hivi punde. Hii hapa kutoka kwenye hii wimbo wako wa kwanza mpaka wimbo mpya ambao unatamani tu sikilize, leo ni kitu gani kwako kimeongezeka, ambapo huku alikuwa uh, unatambulika kama Nice Boy na kwa sasa hivi unasema umechange kutoka Nice Boy mpaka Nice Tone. Nini ambacho kimebadilika kwako? Uh, kilichobadilika pia ni kwambia kwamba wasanii wa mashabiki mm, yani wanapenda sana mm, napenda sana kusikiliza kusikiliza ushauri wa mashabiki mm. Kwa hiyo mashabiki asilimia kubwa wananishauri ni waweza kubadilisha jina na pia ile jina na Nice Tone ndo nimepewa na. Okay. Ndiyo. Sawa. Ah uh, ngoma zote hizi zimefanya na producer Ramso. Ndio ndio. Ah uh, zote ulifanya na Ramso. Kwa nini Ramso? Kwa sababu ndo yupo karibu kwenye sikao yako na washikaji nini? Hapana. Eh. Ah uh, naweza nikasema kwamba studio ambazo walizozifanyia kazi zingine sijaona kwamba wana uwezo kama Ramso. Ramso ni mtu ambaye anafanya kazi vizuri sana. Okay. Mm. Uh, like okay. Mm, okay. Sawa basi, tuisikilize ngoma mpya i mpya inaitwaje? Ndio ile Rudi. Sawa tuzee eh, tukaisikilize halafu, takaporejia takuja kuzungumza nawe, lakini pia unapata nafasi ya kuzungumza na mashabiki zako ambao wanakusikiliza, waambie nini unahitaji kutoka kwao. Rudi umesikiliza kutoka kwa Nice Stone ambaye alikuwa akijulikana kama Nice Boy. Okay, sawa, mashabiki wamepata nafasi ya kusikiliza nyimbo zako. Uh, wadau wetu ambao wamekuwa nasi hapo kwa muda wote, pengine wanawezaje sasa kupata uh, time ya kusikiliza nyimbo zako, na umesema ume, ume, ume, ume chache ndio zipo kwenye mitandao nyingine, bado haujaweka. Unahitaji nini kutoka kwao? uh, ufupi mm. Mimi ninachotaka kwao ni support pia. Okay. Kitu kama hicho kwa maana msanii. Mm. Tunajikongoya tunavyoweza. Mimi mm. Kine pia tunapopata support kwa pia itakuwa ni vizuri zaidi. Okay. Sawa, so, nyimbo kwenye kwenye kwenye platform zote zinapatikana, sio? Ndio. Okay. Sawa, so, anakupata kama nani? Ah, uh, mwanzo um, nilikuwa natumia Nice, Nice Boy. Mm. Lakini kwenye channel zangu Wani, nice kwa sababu nina mpango wa kuendeleza. Okay. Sawa bana, aina noma. Asante sana kwa kujumuika nasi Ijumaa hii ya leo ikiwa ni Ijumaa Kuu, bila shaka watu wamepata nafasi ya kusikiliza ngoma zako na wamefahamu hatu wa kutoka Nice Boy mpaka Nice Tone na bila shaka kazi zitaendelea kutokea hapo. Talazine. Okay. Asa, aina noma. Karibu na asante kwa kuja kwenye Friday bab kubwa Ijumaa leo ya, ya tarehe kumi na nane mwezi wa nne. Asante sana. Okay. Yeah.